Wakazi wa wilaya ya Kaliua mkoani Tabora, ambao kwa kiasi kikubwa hutegemea shughuli za kilimo na ufugaji kama nguzo kuu ya uchumi wao, wamedai wamekuwa wakiendelea kukumbana na changamoto ya miundombinu duni ya barabara, hali inawafanya kushindwa kusafirisha mazao na mifugo yao kwa urahisi hasa nyakati za mvua. Wameeleza kuwa changamoto hiyo imekuwa ikijitokeza zaidi katika kata ya Zugimlole ambapo wakulima na wafugaji wameomba serikali kuwajengea barabara kwa kiwango cha changarawe au lami ili kurahisisha usafiri wa watu na mizigo. Nyakati za masika barabara hazi hazipitiki, uwe mgonjwa uwe mzima. Na sasa hivi miundombinu za barabara au uzima ukamilifu wa barabara ndio uchumi, uwe na biashara, kama barabara ina matatizo, huwezi kufikisha mzigo au huwezi kununua au kuuza. Barabara zipo lakini haziko sawa, zipo sehemu korofi sana, na hizo tunaiomba idara husika au wizara husika, wilaya na mkoa ushughulikie se, sehemu ambazo ni korofi ili njia wakati wote ziweze kupitika. Mbali na changamoto hiyo, pia wakazi hao wameelezea changamoto hiyo ya barabara inavyoathiri kabla na baada ya kilimo, hali iliyowafanya kutoa kilio chao kwa serikali hii barabara isiporekebishwa, tunaathirika kwa sababu mazao, mbolea haziwezi kutufikia, lakini pia mabelo au mazao hawezi kupita kwenda sokoni kwa wakati. Lakini si, si, si, si, tunaathirika sisi, ni wakulima tu waku, kuna zahanati hapa, kina mama wajawazito wanataka kwenda kujifungua hawezi kutoka kama barabara haifunguki. Lakini pia tuna shule ya msingi hapa, ni taasisi ya serikali, nao pia hawezi kwenda kupata eh, kufuata E, taratibu za walimu wa kwenda kwenye vikao wilayani one, tunahangaika kwa sababu pikipiki aiza magari haiwezi kupita sababu ya utelezi. Akijibu malalamiko hayo meneja wa wakala wa barabara vijijini na mjini TARURA Wilaya ya Kaliua Mhandisi Kasindu Robert amesema, serikali imetambua changamoto hiyo na tayari imeanza mchakato wa kuingiza barabara hiyo kwenye bajeti ya mwaka ujao. Kwa fedha tumeliona hilo tatizo ambapo tayari tulishaanza mchakato wa kuingiza kwenye bajeti ya mwaka unaokuja lakini tuzingatie pia wilaya yetu hii ni kubwa, changamoto hizi ni nyingi katika maeneo mbalimbali. Kwa sisi tushukuru tu kwamba kwa sababu tayari kuna barabara na tayari kuna marekebisho, ambapo tunaona kwamba ni madogo ambayo tunaweza kuparekebisha, kupa, kupa katika mwaka wa bajeti ambao ishirini na sita ishirini na saba tunategemea kuparekebisha maeneo hayo, lakini pia ni wahase wananchi ambao tunaokaa katika maeneo haya wengine ni wafugaji, tujitahidi kutopitisha ng'ombe kwenye barabara zetu tunapotengeneza. Uh, pia ng'ombe zinaendelea kupita mlemle, barabara zinaharibika zina, zina, zina kwa haraka zaidi. Ripoti kutoka wilayani Kaliua mkoani Tabora, George. Na hii ni Daily News Digital, endelea kusubscribe ku comment na kulike, lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo.